Umetrain kwa special but wako kwa regular schools, na kitu tunajaribu kuhimiza walimu waambie wale wenye wametrain na wako kwa regular schools wa apply kuwa deployed kwa special schools, kwa maana wakati tunauliza TSC tupatie walimu kulingana na shortage, wanaangalia wale wenye wako interested kwa system. So wale walimu wenye walikuwa tumeahidiwa na TSC 6000 walitupatia in three phases, but now we are following TSC to add us two more 2,000 more teachers so that we can close the gap so that tupunguze hiyo upungufu. Alafu kitu kingine chenye tumeona special schools, watoto wanapunguka. Tunataka serikali nayo ijaribu kufuatilia wanaitwa mm, curriculum support officers wa, wapewe funding so that wanaweza kufanya kazi na waalimu waasesi wa watoto ili watoto wapatikane kwa hizi shule, kwa maana watoto wengi wako kwa regular schools na, wa, na si wa regular schools. Kama serikali ingefanya inge vizuri, inge introduce sign language katika hizi ma primary zote, wajue kwanza, waanze kuongea na hao wenye hawaongei kama deaf, wajue sasa, ndio sign language ishike moto kabisa. Lakini wakiwa tu very specific kwa, si, kwa watoto walemavu wa na fikiria ya kwamba wataendelea kujua hata watoto wengine waweze kuongea nao vizuri. Mm -hmm. Timu wenye wako deployed wamekuja hapa wajifunze sign language waende Kenya, Kenya Special School for the Kenya Institute for Special Education, waende wajifunze, wakuja hapa wafunze watoto na wapite mtihani, kwa maana hiyo ni changamoto kabisa. Ukiwa hapa kama hujajifunza, inakuwa ngumu sana kuelewana na watoto. Wamefanya vizuri sana, wamelekeza watoto wengi katika elimu ama Eh, matarajio zao vizuri sana, kufuatana na hawa walimu wamefanya ni kujitolea, kujikakamua kwamba uweze eh, kufanya kazi yako na upende kazi, sio kufanya tu kazi kwa sababu ya mshahara, bali pia anapenda kazi yake ili aweze, wale wamefaulu, kwa sababu kufikisha miaka sitini si rahisi. Bila alibadilisha akatoka kuwa head teacher wa primary school akaingia kufanya Kenya Sign Language. Mimi kama kijana wake pia nilikuwa motivated nikaweza pia kuenda shule. Apart from kufanya kazi hospitali, I'm also able to interpret kwa wagonjwa ambao wanakuja kutuona katika hospitali so, nashukuru sana. Napia, na pia namtakia eh, akuwe na siku mingi njema bila anaritaa kuenda nyumbani. Na nashukuru.